Ninyi watoto watiini wazazi wenu. Kumekuwa na janga kubwa sana siku hizi la watoto kutowatii wazazi. Kumekuwa na janga kubwa sana siku hizi watu hawataki kuwaheshimu baba zao, watu hawataki kuwaheshimu mama zao. Na hili tatizo sio kwamba lipo tu hapa hapa Tanzania, yani dunia nzima. Watoto hawataki kuwaheshimu wazazi wao, watoto hawataki kuwaheshimu baba zao. Kwa sababu mtoto aliishi na mzazi mmoja, aidha ni baba au ni mama akajazwa sumu. Hawaelewi wazazi hao wanatengeneza vitu gani kwa watoto wao kwa wao wanaona kama anamkomoa mzazi mwenzake, anaona kama anamkomoa, ana yule mwanaume ambaye aliachana naye, anaona kama vile anamkomoa yule mwanamke ambaye aliachana naye, kumbe anaumiza mtoto wake. Hawajui ya kwamba wanatengeneza vitu gani kwa mtoto. Waefeso sura ya sita na mstari wa kwanza enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Mtoto kumtii mzazi ni haki, ni sheria, ni lazima. Lakini sasa hivi watoto hawatii baba zao kwa sababu wamejazwa sumu na mama. Wawatii mama zao kwa sababu wamejazwa sumu na baba. Hamuelewi mnatengeneza kitu gani kwa mtoto? Lakini naweza nikasema kwa asilimia kubwa inamaanisha matatizo ya watoto kutowatii baba zao au mama zao yanaanzia kwa wazazi. Kwa mfano, watu wamekutana huko gesti wametiana mimba. Wamekutana kwenye majani huko uchochoroni mtaani wametiana mimba. Unakuta mwanaume anaikata ile mimba. Ah, mimi sio mimba yangu. Vitu vya ajabu kweli. Mimi hiyo sio mimba yangu. Lea mwenyewe. Mimi huyo mtoto simjui. Alikuwa na deti naye, anaishi naye, Kaikataa mimba. Amekutana naye mtaani huko vichochoroni wametiana mimba. Kwa asilimia kubwa watu wa sasa hivi wanayachukulia mapenzi yani te, wanachukulia tendo la ndoa kama starehe. Wanasahau ya kwamba baada ya tendo la ndoa kuna kitu kitatokea. Baada ya tendo la ndoa kutakuwa na mimba, kutakuwa na mtoto. Watu wenyewe tu wanaenjoy yani, wamechukulia tendo la ndoa kama starehe, kumbe tendo la ndoa inazalisha kitu, linaleta binadamu duniani. Una, kuna wanawake wengine wanakataa, mimi sikuwa na mpango wa, ku, wa, wa, kuishi na huyo mwanaume. Mimba nitalea, lakini siwezi waana naye. Sasa wewe utakuja uolewe na nani? Nani atakuoa? kama wewe unakataa, unasema huyo mwanaume mimi sio type yangu, nilizaa naye bahati mbaya tu. Kuna wanawake wanaokataa kuanzisha maisha na wanaume ambao wamezaa nao, na kuna wanaume wanaokataa kuanzisha maisha na wanawake ambao wamewazalisha watoto. Sasa nyinyi mnataka muoe nani? Na wewe unataka uolewe na na nani, unapomkataa mzazi mwenzako? Siwezi kurudiana na ex wangu. Kuna wale wengine nao wanaingia kwenye ndoa kabisa, lakini wanatengana. Pale wanapokuwa wameshatengana tayari, kuna watoto wanakuwa wameshazalishana. Sasa mimi nataka niwambie Baba na mama, mnapotengana nyinyi ni kweli mmetengana, lakini mmetengeneza maisha mabaya kwa mtoto wenu. Kwa asilimia kubwa, mtoto ili alelewe vizuri, yatakiwa wazazi wawili wawepo. Labda itokee bahati mbaya mmoja afariki, hapo unaweza kuwa na sababu ya kujitetea kwa Mungu. Kwa mfano, mmetiana mimba guest. Yule mwanaume kaikataa mimba, yule mwanamke mwana akija mwana kumzaa yule mtoto akaanza kumlea mwenyewe, si alipewa mimba guest au mtaani, mwanaume mwana akakataa mwana mimba. Halafu yule mwanamke mwana akajifungua mwana akaanza kulea yule mtoto kitu kikubwa ambacho yule mtoto atakibeba kwenye akili yake ni kuingiziwa sumu na mama yake, asimtafute hata baba yake wala asimjue. Nikija kusikia unamtafuta baba yako wewe nitakupiga, nitakutoa hata kafara, nitakunyonga. Sitaki nisikia habari za baba yako hapa, sitaki kabisa. Anasahau ya kwamba huyo mtoto alitokana na baba yake. Hiyo ni bao la mume wake, hiyo ni damu ya mume wake. Anaanza kumwingizia sumu, unajua baba yako alituacha ukiwa bado huko tumboni, nikaanza kukulea mimi mwenyewe. Nisikilizeni kwa umakini. Watu kuna watu hawafanikiwi, kuna watu wanaishi na uchungu mioyoni, kuna watu mambo hayaendi, hata mbinguni kuna watu hawataingia kwa sababu ya upuuzi. Ninaomba unisikilize kwa makini, huenda Mungu ana anataka leo kukusaidia kukuvusha kwenye ngazi fulani, kukupeleka kwenye ngazi fulani. Kumuingizia sumu mtoto wako wewe mama, kwa sababu mlitengana na mume wako, au kwa sababu mume huyo mwanaume alikataa mimba, haitakusaidia chochote zaidi ya kukupeleka jehanamu, na mtoto pia ataingia jehanamu. Mimi naambia kweli, kwa sababu Biblia inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki ugomvi wako wewe mama, ugomvi wako wewe dada ambao uliachana sijui na boyfriend sijui uliachana na mume wako, hausiani na mtoto. Wewe kama unataka uendeleze bifu na mume wako, kama unataka uendeleze bifu na huyo mwanaume, endeleza wewe mwenyewe, usimshirikishe mtoto. Kama mtoto anataka baba yake, muonyeshe baba yake. Ana uwezo wa kumlaani mtoto huyo uliye naye, hata kama alimwacha bado yuko tumboni, huyo ni mwanae. Sasa wewe unaanza kushirikisha ugomvi wako na mtoto, na ndio maana hapa dharau huwa zinaanza. Mtoto akishakuwa mkubwa, anaanza kumdharau baba yake mtoto akishakuwa mkubwa kwa sababu aliishi na baba, mama alitoroka akamwacha mtoto kwa baba yake. Mtoto ameingiziwa sumu na baba, anaanza kumdharau mama yake. Mama alituacha sisi bado watoto wadogo. Baba alituacha sisi bado wadogo, mama ndo akatulea. Dharau zinaanzia hapo. Mwishowe mtoto anakutwa na madhara makubwa. Nisikilize kwa makini wewe mama ambao unaingiza sumu kwa mtoto. Hicho kitu unachokifanya hakita kusaidia chochote. Uwe na moyo wa kusamehe. Musamehe huyo mwanaume na wewe baba msamehe huyo mwanamke. Ugomvi wenu nyinyi kama mnaoendeleza muendeleze wenyewe. Mnamshirikishaje mtoto kwenye mambo ya kijinga? Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Sasa wewe unaanza kumfanya kumfanya mtoto mtoto amchukie amchukie baba yake, unaanza kumfanya mtoto amchukie mama yake. Tena Biblia inaendeleza kusema, waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Mtu akimheshimu baba yake, akimheshimu mama yake, anaishi siku nyingi hapa duniani. Kumekuwa na vifo vya ghafla ghafla tu, mtu kafa. Kitu namba moja kinachoua vijana wa sasa hivi ni kuwadharau wazazi. Ukimdharau mzazi wako hautaishi miaka mingi. Mimi baba yangu alituacha bado wadogo, niacho bado mpo kwenye mimba. Bado mama ana mimba, amenibeba mimi tumboni akatuacha. Sinamchukia. Simpendi baba yangu. Nikimwona nasikia kichefuchefu. Wewe ni bao la baba yako. Baba yako angemwaga chini usingezaliwa hata ujinga. Na wewe mama unayemuingizia sumu mtoto hutaingia mbinguni kwa sababu huna moyo wa kusamehe. Watu waona alafu kwa asilimia kubwa unaweza ukakuta ni Mkristo. Mtu aliyeokoka kabisa anamjua Mungu na ana matumaini ya kwenda mbinguni. Mbinguni huendi. Umeingizia sumu watoto wamchukie baba, uende mbinguni? Mbingu gani? Mbingu ya babu yako? Kwa nini usio na moyo wa kusamehe ufate mambo mengine? Si umsamehe huyo mwanaume aishi maisha yake na wewe, na wewe uishi maisha yako. Yesu alisema, msipowasamehe watu makosa yao, hata baba yangu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Hivi Mungu akisema nataka kukubariki, huwa anatania au huwa anasema ukweli? Huwa anasema ukweli, si ndiyo? Mungu akisema nataka kukupa utajiri, huwa anatania au huwa anasema ukweli? huwa anasema ukweli. Mungu akisema nataka kukuponya, huwa anatania? huwa anasema ukweli. Huwa anasema ukweli. Kwa hiyo, kama Mungu huwaga hivyo vitu ambavyo nimevisema hapa, huwa anasema ukweli. Na Mungu kasema hivi, msipowasamehe watu makosa yao, hata Baba yangu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Anasema ukweli uongo? Ni ukweli, hauwezi kusamehewa. Watu kitu ambacho hamjui, mnajitengenezea uchungu ndani ya mioyo yenu. Mnajitengenezea hasira za kila siku. Ukimwona huyo mtu unakosa amani. Ukimwona huyo mtu unakosa raha. Na ndio maana magonjwa hayaishi kwako, kwa sababu uchungu ni kitu ambacho sio kizuri, hasira ni kitu ambacho sio kizuri unapokaa nacho moyoni. Ndio maana hata kuna watu wakipelekwa hospitalini, wanapimwa, ugonjwa hauonekani. Uchungu uko ndani ya moyo wako, ana hasira na mtu fulani, hataki kumsamehe, alafu unakuta ni mkristo aliyeokoka. Wewe ni muongo, hujaokoka bado, na hata mbinguni huingii. Hakuna mbingu ya namna hiyo ya kijinga. Ulizalishwa na mwanaume akakuacha kabla hajakuoa, akawa amekuzalisha akakuacha Msamehe, fata maisha yako, wala mtoto usimuingizie sumu, kama una lengo la kuingia mbinguni. Kama una lengo la kuingia mbinguni una lengo la kwenda jehanamu, jaza mtoto sumu, wewe mchukie huyo mwanaume. Lakini kama ukijua mbinguni huendi, sasa hapo unapata faida gani? Unapomuingizia sumu mtoto unapata faida gani? Eti kwa sababu alikuachia watoto wewe, mwanaume, mke wako akakuachia watoto, unajaza sumu watoto. Wewe ni mkristo ulio ukoka, lakini hujui kusamehe. Achilia huyo mwanamke ambaye alikukosea, msamehe. Utaumwa magonjwa ya pressure, utaumwa magonjwa ya ajabu na hospitalini utapelekwa, hutapona. Utakaa wiki moja, unarudi tena hospitalini. Yaani wewe unapiga magoti mbele za Mungu kumwomba Mungu akusamehe. Alafu wewe hutaki kuwasamehe waliokukosea. Wewe usikia wapi? Si wewe ndio umefanana na ule mfano ambao Yesu aliwatolea watu ya kwamba kulikuwa na mfalme mmoja alikuwa anamdai mtu pesa. Yule jamaa akaja akaomba msamaha, akasema nitakulipa ninaomba nisamehe. Akaambiwa na yule mfalme ya kwamba nimekusamehe. Nenda. Yule jamaa aliposamehewa na mfalme akaenda mtaani akakutana na mtu anayemdai akamkwida. Nipe hela yangu. Nipe pesa yangu. Nipe pesa yangu. Yule jamaa, nisamehe bwana, ndugu yangu. Yeye kamkwila mwenzake ila yeye kasahau alivyosamehewa kule, kamkwila mwenzie. Kamkwila jamaa, hataki kumsamehe. Wale watumwa wengine walipoona yule mtumwa wa yule mfalme ambaye alisamehewa, amekwida watu wengine kwa sababu anawadai, wakapeleka taarifa kwa mfalme. Mfalme, yule mtumwa ambaye ulimsamehe uliyekuwa unamdai, kamkwida huko mtu mwingine na yeye anamdai huyo mtu. Mfalme akasema muiteni. Akamuita. Alivyoenda akahukumiwa. Na ndivyo Mungu anavyofanya. Yaani we wewe unapiga magoti mbele za Mungu akusamee, halafu wewe hutaki kuwasamee walikukosea. Hata wewe pia Mungu hata kusamee. Tena ndo nimesema kunakuta kuna mwanamke au kuna mwanaume, ni Mkristo aliyeokoka na ana matumaini ya kwenda mbinguni, halafu ana tabia kama hizo za kufanya uchochezi kwa kwa kwa watoto na kwa baba yao au kwa watoto na kwa mama yao. Mbinguni huendi, kwa sababu wewe ndo umekuwa chanzo kwanza cha kumfanya mtoto alaanike na baba yake. Wewe ndo umekuwa chanzo cha kumfanya mtoto alaanike na mama yake. Wewe ndo umekuwa chanzo cha kumfanya mtoto awe na ugomvi na, na Mungu, kwa sababu mtoto asipomheshimu baba yake, hawezi akamheshimu Mungu. Mtoto m, yani wewe hata wewe mtu, wewe unaniangalia iwe ni baba iwe ni mama. Kama wewe hamheshimu baba yako, hata Mungu pia huwezi ukamheshimu. Huo ni unafiki. Namchukia baba yangu kwa sababu alituacha bado watoto. Namchukia mama yangu alituacha bado watoto. Alafu namheshimu Mungu. Toka huko nenda kafe. Jinga mkubwa. Mungu gani wewe unamheshimu? Kama hauwezi kumheshimu baba yako, huwezi ukamheshimu Mungu. Kama hauwezi kumheshimu mama yako, huwezi ukamheshimu Mungu. Kama haujamsamehe mume wako kwa sababu mlikosana, huenda huyo mwanaume alikuzalisha kabla ya kukuoa mkaachana, au mlioana baadaye mkakosana mkaachana, kwa hiyo hutaki kumsamehe, binguni huingii, na Mungu hawezi kukusamehe. Na wanaume vivyo hivyo, kama hamtaki kuwasamehe wanawake ambao mlikosana nao, binguni hawezi kuingia. Lazima mjitakase, lazima muwe safi, muondoe uchungu, muondoe ghadhabu, muondoe matukano na hasira ambazo ziko mioyoni mwenu. Mtakufa vibaya. Mimi naambia ukweli. Acheni mjeni, mwambie kitu mzazi ni kama mtu aliyepewa maelekezo na Mungu awalee watoto na watoto wakiharibika, wakawa na jeuri, wakawa na kiburi, wana matusi, wanadharau watu, wanatukana wazazi. Mungu hata angalia watoto eti wanadharau wa, wazazi. Mungu hataangalia waliokuwa waliozaa hao watoto waliwalea vipi. Mungu huwa anampiga yule mtu aliyemwachia maelekezo, huwa hampigi yule ambaye amevunja maelekezo. Nielewe vizuri hapo, Mungu huwa hampigi yule aliyevunja maelekezo bali anampiga yule aliyepewa misingi ya kusimamia maelekezo. Kwani? Nyoka si ndio aliyodanganya alimdanganya Eva? Eh? Kwa nini Mungu hakuenda moja kwa moja kwa yule nyoka? Aenda aseme, "Wewe nyoka kwa sababu kwa nini umewakosesha hawa watu? Kwa nini umewadanganya?" Kwa nini Mungu hakuenda moja kwa moja kwa Eva aseme, kwa nini umekubali kula tunda? Mbona alimfuata Adamu moja kwa moja na Adamu hakuhusika? Aliletea watu tunda. Kwa nini asingemfuata nyoka? Kwa, kwa nini asingemfuata Eva aongee naye? Mpaka Adamu akajitetea akasema, mimi sio mimi, ni huyo mwanamke ulioniletea. Lakini Mungu akaendelea aka kuongea na Adamu akamlaani Adamu, ndo akarudi naye kwa mwanamke akamlaani, akamlaani, akarudi kwa yule nyoka akamlaani. Kwa hiyo Mungu anaangalia wewe mzazi, mtoto wako sija na matusi na madharau na jeuri. Mungu haangalii mtoto, anaangalia wewe mzazi, ulisimama vizuri kwenye malezi? Ulisimama vizuri kwenye kumlea mtoto? Wazazi wengi hamwalei watoto vizuri, na chanzo cha ja watoto kutokulelewa vizuri ndo kama hivyo. Watu kitu kidogo washavunja ndoa. Ndio hivyo watu wamekutana uchochoroni wametiana mimba. Watu wamekutana guest wametiana mimba. Mnachukulia tendo la ndoa kama starehe, hamjui tendo la ndoa inazalisha kitu gani. Baadaye mnaanza kuwekeana chuki. Mkiwekeana chuki, baadaye hiyo chuki hasira litatengeneza roho ya mauti. Kwa sababu chuki ni dhambi. Na dhambi mshahara wa dhambi ni mauti. Mwishowe mtoto au baba atatafuta muue mtoto au mtoto atatafuta muue baba yake. Acheni kuweka chuki baina ya mzazi na mzazi. Kama nyinyi wazazi mmekosana wenyewe na mna mpango wa kutokwenda mbinguni, endeleeni kuchukiana wenyewe. Acheni kushirikisha watoto. Lakini Biblia inaendelea kusisitiza inasema hivi. Waefeso sura ya sita mstari wa nne. Nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Kuna wa baba na ninyi mnachokozaga watoto. Unapiga mama mbele ya watoto, unawachokoza watoto. Unatukana mama mbele ya watoto, unachokoza watoto. Unamnyanyasa mama mbele ya watoto, unachokoza watoto. Hivyo wao kimpiga mama mbele ya watoto, wanafikiri taswira gani watoto watajenga kwenye vichwa vyao? Si baba analoombaji. Baba ananyanyasa mama. Na mama ndio akiwa fundi wa kuchochea chuki kwenye mioyo ya watoto, baba umeisha umeisha watoto hata kupenda hata siku moja. Hata wakishapata kazi pesa, wanatuma kwa mama. Wababa wengi hawatumii, hawatumii pesa na watoto wao, kwa sababu mama alichochea chuki watoto, au watoto waliona jinsi baba anavyonyanyasa mama yao. Watoto wapo wa namna hiyo, lakini mimi ninawaambia nyinyi watoto, udhaifu wa baba yako uache kama ulivyo, udhaifu wa mama yako uache kama ulivyo. Endelea kumheshimu baba, mheshimu mama. Hata kama alikuacha sijui kwa mazingira ya aina gani, huyo ni baba yako, huyo ni mama yako, na ukiendelea kuleta ujinga utakufa utakufa na mbinguni hutaingia, hutasamehewa kwa sababu unashindwa kumsamehe baba yako aliwaachaga, kwa sababu unashindwa kumsamehe mama yako aliwaachaga, au alikukosea baba yako, au alikukosea mama yako. Mungu hata kusamehe, msipowasamehe watu makosa yao na baba yangu wa mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Never, Mungu akisema amesema, hata ujitetee vipi. Na utaumwa magonjwa ya ajabu kwa sababu ya kana uchungu moyoni, utaumwa magonjwa ya kutisha na utapimwa hospitalini, magonjwa hayatajulikana. Hiyo ni laana na huo ni uchungu ambao umekaa ndani ya moyo wako. Familia ikiwa imeharibika watu wote wa ndani ya hiyo familia wameharibika. Ukiona mtu ana tabia za vioo vioo chunguza familia yake. Ikoje? Kwa hiyo Mungu anaangalia mtu aliyempa maelekezo, haangalia aliyovunja maelekezo. Nyinyi wazazi, leleni watoto vizuri. Sasa nyinyi ambao mmetengana na wazazi wenzenu, umetengana na mume wako au umetengana na mke wako? Alafu watoto wamebaki nao. Kazi ndio inaanzia hapo. Natakiwa watoto wale lakini unashinda kazini. Unaachia mfanyakazi. Haujui mfanyakazi alielelewa kivipi kwao, ana tabia za aina gani, akili yake imekaaje, anapenda nini. Unamwachia una mfanyakazi watoto, kumbe ni shoga, kumbe ni msagaji. Anaanza kuwafundisha watoto. Anawabaka, Anafundisha usagaji. Unakuja kushtukia mtoto kwenye utu uzima ni shoga. Uelewi ushoga ulianzaje? Kumbe yule mfanyakazi ambaye ulimwacha. Uko bize kila siku, mama, unatafuta hela, unauza sijima ndazi sijui unafanya nini. Watoto unawaacha nyumbani. Haujui kule mtaani ni michezo gani wanacheza na watoto wenzao. Wewe ukirudi umechoka. Huna hata ratiba ya, ku, ya kukaa nao. Uongee, wanacheza michezo gani, wanaishije? Huna hata ratiba shuleni, wanajifunza masomo ya aina gani? Huna hata ratiba kule shuleni, wana marafiki wa aina gani na huwa wanacheza michezo gani? Wanacheza watoto michezo ya ajabu. Wanaangalia movie za ajabu. Wewe mzazi, hujui kwa sababu huko peke yako. Hukumu itakuja. Na achana kijinga kijinga tu mmeshaachana. kosa kidogo mmeshaachana. Nyinyi mnaona kwenu mmefaidika, lakini mmeharibu watoto, na mtadaiwa damu za watoto. Na mjifunze kusameheana, mjifunze kusameheana. Leo nimekuja na Biblia kwa sababu nimechoka kuleta content ambazo hazina kichwa wala miguu. Hebu tuombe kidogo leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakushukuru Mungu muumba mbingu na nchi, kwa kuwa ni mwema Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako Baba, tunaomba rehema kwa ajili ya maisha yetu. Kuna watu, Mungu wa majeshi, toka wamekosana na waume zao, kila wakijitahidi kuwaachilia, kila wakijitahidi kuwasamehe, wanashindwa. Kuna watu toka wameachana na wake zao, kila wakijitahidi kuwaachilia, kila wakijitahidi kuwasamehe, wanashindwa, chuki inaendelea ndani ya mioyo yao. Mungu liye mwema na mwaminifu Roho wako Mtakatifu akatue kwa mtu ambaye anatazama na yuko na hiyo yu shida. Mungu umemkutanisha na mimi ili upate kumwokoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo ondoa roho ya uchungu, roho ya matukano, roho ya ghadhabu, roho ya hasira yaliyojaa ndani yake. Baba, wengine mpaka wamekuwa wanaumwa magonjwa kwa sababu ya uchungu alio wa nao, wamepelekwa mahospitalini, wanapimwa ugonjwa hauonekani, kumbe ni uchungu, hasira na ghadhabu ambazo amejaza watu ndani ya mioyo, hataki kuwasamehe. Mungu liye mwema na mwaminifu, msaidie huyu mtu Baba, katika jina la Yesu. Lakini wengine watoto walijazwa chuki na mama zao wakawachukia baba zao. Wengine walijazwa chuki na baba zao wakawachukia mama zao. Mungu uliye mwenye huruma, uweza, mamlaka, kaa ndani yao, Jehova, kwa jina la Yesu Kristo, uwaokoe na uwasaidie, Baba. dhambi hii imekuwa ikiwatesa kila piga magoti akiomba kitu fulani, hiyo dhambi inamhukumu, Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishuka ndani yao, uwahudumie, watetee, Bwana Ondoa uchungu ondoa ghadhabu ondoa hasira ondoa matukano ndani ya mioyo yao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwanzia sasa wapokee uponyaji wapokee uzima wapokee neema wapokee kibali kwa damu ya Yesu Kristo, wape moyo wa kusamehe wape moyo wa kuachilia, kwa maana wasipowasamehe watu ambao wamewakosea, hata wewe Baba uketie mahala patakatifu, kwenye kiti cha enzi, hautawasamehe wao makosa yao. Mungu uliye mkuu, uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo ndani yake, vinavyoonekana na visivyoonekana, uliyeumba mwanadamu kwa mikono yako mwenyewe, ukampulizia pumzi, Baba Ondoa kiburi ndani ya mtu huyu, ondoa dharau ndani ya mtu huyu, ondoa nyodo, ondoa kejeli kwa jina la Yesu Kristo. Kia roho za chuki zilizo ndani yake ninazivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwanza sasa, ninaachilia uponyaji, Roho Mtakatifu amshukie popote alipo, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, wawe na matumaini ya kweli ya kwenda mbinguni, wawasamehe watu waliowakosea, wengine baba zao, katika jina la Yesu Kristo, waliowakosea watoto wakawachukia baba, katika jina la Yesu. Lakini kuna watu wengine wamechukiana na watu kwa mambo mengine tofauti na haya tuliyozungumza, wengine wamechukia watu kwa sababu aliua wa, wa, mtoto wake alipiga mtoto wake alizulumu mali zake alizulumu kiwanja, lakini mpaka sasa hajamsamehe baba. Atuia roho ya msamaha katika jina la Yesu Kristo ali hai. Nguvu yako ewe Bwana, msaidie kuanzia sasa awasamehe, ili ajisikie amani, ajisikie furaha, apate kwenda mbinguni, kwa sababu akiendelea kuchukiana na hao watu hatapata faida yoyote zaidi ya kuingia katika jehanamu iwakayo moto na kiberiti. lakini Baba, kuna wanandoa wa baba wengine katika jina la Yesu Kristo ali hai. Wako ndani ya ndoa lakini hawaongei wako ndani ya ndoa hawazungumzi, mwezi umeisha. Sasa wengine wanamemaliza wiki, wengine siku kadhaa. Wako ndani ya ndoa, ni mke na mume, lakini hawaongei kwa sababu ya visasi na hasira ambazo zimejaa ndani ya mioyo yao. Yesu, saidia hiyo ndoa, kwa sababu mume na mke wasipoongea muda mrefu kapita, hiyo sio ndoa tena, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ndoa ni mawasiliano, ndoa ni mazungumzo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ponya ndoa za watu hawa, Mungu uliye mwema na mwaminifu. Kila nguvu za giza ambazo zimeingilia ndoa hii, ninakemea kwa jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu ambazo zimewaingilia, ninaharibu kwa jina la Yesu Kristo. Ndoa zao zipokee uzima, ndoa zao zipokee uponyaji. Kila roho za visasi ndani yao, ninakataa kwa jina la Yesu. Kwanzia sasa Wakubaliane, waongee, wazungumze kwa pamoja, wa furaha na amani, waheshimiane kwa jina la Yesu Kristo. Ndoa yao ipokee uzima. Baba, katika jina la Yesu, wengine wake zao, Baba katika jina la wa Yesu, wamebadilika, wengine waume zao wamebadilika, katika jina la Yesu. Yesu, warejeshe katika misingi ya ndoa kwa jina la Yesu Kristo hai. Mungu, ninakabidhi ndoa hizi mikononi mwako na kabidhi familia za watu hawa wanaonitazama kwa jina la Yesu Kristo hai. Kila aliamini apokee sasa na alivyoamini kwa jina la Yesu Kristo, nikiomba na kushukuru amen. Mungu awabariki sana. Watoto, waheshimuni baba zenu, na nyinyi wazazi, acheni kuunganisha chuki zenu na watoto. Lakini hata nyinyi, hizo chuki ambazo mko nazo, msameheane. Mungu awabariki sana.